na kabla ya ujio wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Madina, Wayahudi walikuwa wapo katika bara la Arabu kama wafanya biashara. Wayahudi walikuwepo katika nchi za Sham, walikuwepo pia katika mji wa Madina wakifanya biashara, ambazo ilikuwa biashara zao kubwa, wakiuza silaha na walikuwa wakiuza bidhaa nyingine kwa kuwakopesha watu kwa riba na walivyokuwa katika mji wa Madina, walikuwa wanajifaharisha kwamba mtume mwingine anakuja e, baada ya Isa bin Maryam, mtume huyo msimu wake au muda wake umekaribia, na wakawa wanajisifu kwamba wao ni watu wa kitabu ambao wanawasadikisha mitume na wanafanya yale ambayo mitume wana wanawasadikisha mitume wa Mwenyezi Mungu. Sasa alipokuja e, walipofika katika mji wa Madina walikuwa wakifanya biashara za silaha, walikuwa wakiwachochea wale Waarabu ambao wenye mji wao ambao ni Aus na Khazraj. Aus na Khazraj ndio makabila makubwa sana waliokuwepo katika mji wa Madina, na wao e, walichochewa sana na Wayahudi kupigana walikuwa wakipigana kwa vitu vya kitoto sana, vitu vya kijinga sana wakipigana, na Wayahudi walikuwa wakiwauzia silaha na hali ilivyokuwa, walikuwa kila muda ukizidi, basi deni linakuwa kubwa kwa maana ile, ile riba inazidi kuongezeka. Waliishi katika hayo kwa muda mrefu sana. Huku Makka, Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tunakumbuka katika historia alikuwa ni mtoto mdogo wa umri wa miaka kumi na moja hivi kumi na mbili kumi na tatu kati. Akiwa katika malezi ya babake mdogo mzee Abitalib akawa Abitalib amesafiri na Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kutoka Maka mpaka kuelekea Biladi Sham, nchi za Sham ambazo tunazifahamu ni Siria ya hivi sasa. Akiwa njiani, Abitalib na msafara mwingine wa biashara na mtoto wa kaka yake Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa bado mdogo, wakakutana na Bahira mmoja wanaita Bahira. Bahira ni lugha ya Kiarabu kwa maana ya mtu wa dini, mchungaji tunaweza tukasema, au kadhalika. Akawa ameona alama kadha wa kadha kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alama hizo ilikuwa ni kwamba Muhammad akitembea, basi kivuli kinamfuata wamekaa kwenye mti watu wamekaa kwenye kivuli, yeye kakaa kando ili asishiriki kwenye mazungumzo ya watu wazima, basi kivuli kinamfuata. Bahira huyu alivyoona hali hii akamtafuta mzazi wake na Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaongea naye pembeni, akamwambia huyu ni nani kwako? Akamwambia, huyu ni mtoto wa kakaangu, ni mwanangu, maana alimwambia ni mwanangu. Akamwambia inaonyesha unaelekea Shamu? Ndiyo. Akaambia usiende naye Shamu, huyu ana alama zote za kuwa yeye ni mtume, na kama huamini tumfungue begani kwake. Akafunuliwa katika bega la mtume sallallahu alaihi wasallam, ikaonekana alama, ana alama ya muhuri ya utume ambao walikuwa nao na mitume wengine waliotangulia. Akamwambia, ukienda naye Wayahudi watamuua kwa sababu wanafahamu kwamba msimu wa ujio wa mtume umefika, ule wakati wanaosubiri, na wa huyo mtume wanamsubiri. Kwa hiyo wakiona mtume anatoka miongoni mwa Waarabu, na wao huwa hawapendi mtume atoke kwa wengine, watamuua. Sababu ya kwanza. Sababu ya pili itakayopelekea kumuua ni kwamba wao wameshabadilisha mambo kadha wa kadha katika eh, Taurati katika Injili E, ili ambayo yanawabana katika matamanio yao ya ya kimaisha. Basi pamoja na kufanya hivyo, uh, Abu Talib e, Abi Talib akaamua kurudi Madina, akarudi Makka akiwa pamoja na nani na nani na mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam naye akiwa ni mtoto mdogo sasa. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuwa katika miaka arobaini, kapewa utume rasmi, kwa maana kapewa ule wahai na vigezo vyote na masharti na kila kitu. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam ulifika ule wakati wa kufanya da'wa, msimu wahija, wa hija, watu wakija Maka kuhiji, basi yeye anatumia fursa ya kupita banda baada ya banda kwenda kuhubiri Uislamu na kuwafahamisha watu kwamba yeye ni mtume wa mwenyezi Mungu. Mungu ni mmoja, hakuzaa wala la kuzaliwa, hafanani na kitu chochote. Uislamu unawataka watu washikamane, wawe na wawe kitu kimoja, waache vita, wawe ndugu kitu kimoja, yaani uh, wasikate udugu na kadhalika na kadhalika. Akawa amefika kwenye banda la watu wa Madina. Kipindi hicho Madina inaitwa Yathrib. uh, watu wa Madina kwa kweli walipendezewa sana na ujumbe wa Muhamadin sallallahu alaihi wasallam, wakamtaka aende Madina, wakamkaribisha kwao. Mwaka huo hawakwenda, lakini mwaka ulio hakwenda lakini mwaka uliofuata tena wakaja na wakamuomba mtume sallallahu alaihi wasallam wasalam aende Madina, baada ya wao kuchukua ule ujumbe kufikisha Madina, na watu wa Madina wote waliukubali ujumbe wa Muhamadin sallallahu alaihi wasallam mpaka wale Wayahudi waliokuwa wanaji, wanajitapa kwamba sisi ni Ahlul Kitabu na tunamsubiri huyo mtume kwa hamu, wote nao wakasema ni sawa, tumeukubali ujumbe, tumekubali huyo mtume amefika, lakini katika nyoyo zao hawakuwa ni wenye kukubali ujumbe wa Muhammad. Waliamini kweli ndio mtume, lakini sheitani akawapanda katika vichwa vyao, akawaingizia husda akawaingizia chuki na roho mbaya na uadui wa hali ya juu. Kwa hiyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipohama kwenda Madina, akawakuta Wayahudi katika makabila makuu matatu ambapo walikuwepo ni Banu Quraiza, Banu Qainuqa na Banu Nadir. Hawa wote walikuwa wanaishi Madina kama tulivyosema, walikuwa ndio wafanyabiashara wakubwa waliokuwa wakiuza silaha na mali na, na mali nyingine uh, kweli wakampokea, waka Mtume swalla alayhi wasallam maake, na wao walishirikiana. Hata tukisoma historia pale, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam yeye hakuja na masahaba wengine, masahaba walitangulia Uislamu, wengine walitangulia kuhama, yeye akabaki nyuma na abibakar na wakati sasa anakuja, Waislamu wakiwa namsubiri, wamepanda juu ya mitende, wanamsubiri Muhammad anakuja, mtume mtume! Basi kuna Myahudi alimuona Muhammad, kwa sababu sallallahu alaihi wasallam anajua alama za utume, akawaambia ya mashara al-arab, enyi kongamano la Warabu, hakika ya mtume wenu mnayemsubiri amefika. Ndio kweli, hapo waislamu wakatoka kwenda kumlaki mtume sallallahu alaihi wasallam. E, kama tunavyojifunza au wengine wanasema walimlaki kwa dufu huku wakiimba tala albadru alaina, imetuchomezea e, nuru kwetu. Sasa nini kilifanyika baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuunganisha udugu baina ya Muhajirina na Ansar, yani kwa maana wahamiaji waliotoka Maka na wale wakazi wa Madina waliotoka Maka wanaitwa Muhajirina. Wakazi wa, ma wa Madina wanaitwa Answari. Kwa hiyo alichokifanya Mtume sallallahu alaihi alehi wasallam baada ya kujenga masjidi Kuba, akaunganisha udugu baina ya wale wahama waliotoka Maka na wakazi wa Madina. Kwa hiyo akawafanya kitu kimoja, na wakapendana, wakashikamana, wakawa sasa wao ile akili ya vita yote imeisha, wamehamia katika hali ya kumwabudu Mungu mmoja, ya kuunganisha nguvu zao, ya kujenga mji wao na kadhalika. Sasa uh, kingine, mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kuwa yeye ni kiongozi wa dola akafanya mkataba na Wayahudi akiwa anafahamu vizuri tabia za Wayahudi, anafahamu tabia zao ni watu wenye tabia gani? kwa hiyo akafanya nao mikataba kwamba nyinyi ni wakazi wa Madina, ndio basi mtaishi Madina kwa sharti zifuatazo: moja kabisa, kwamba hamlazimishi kuingia katika dini ya Uislamu, lakini mtabaki katika dini yenu. Lakini adui atakayekuja kuivamia Madina, basi nyinyi pia atakuwa ni adui yenu, tashirikiana na Waislamu kuhakikisha mnampiga adui moja. La pili ni marufuku kuanzisha chokochoko choko ya aina yoyote. Tatu, marufuku kumuua Muislamu hivyo na mengine mengi, lakini kulinda zile mali za, za watu wengine. Of course walisaini mikataba na wakakubali na wakawa wanaishi pamoja katika mji wa Madina. Kwa bahati mbaya e, tabia tabia wanasema haina dawa, kwa kuwa tabia zao ndivyo zilivyo, walianzisha chokochoko kwanza. walikuwa wakichukia ile dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama tunavyoona kiongozi wao Abdullahi bin Ubei bin Salul. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam kapita akilingania tu, basi alitukana, na Abdullahi bin Ubei bin Salul akaambia ya yahadha wewe Sikiliza. Ukiwa unataka kufanya mambo yako mihadhara yako ya dini au kulingania lingania, kalinganie kwako, anayetaka atakufata. Lakini wengine sasa, tukiangalia haya makabila haya matapo wa haya makabila uh, tukiangalia banu kuraidha kwanza, banu banu kuraidha katika mwaka wa tano katika vita vya Khandaq, banu kuraidha walishirikiana na maadui dhidi ya Waislamu. Kivipi? wali- walikuwa wakifanya kupita katika kila kabila la Kiarabu, mabedui kule wakiwapitia, mpaka kushirikiana na Makureishi ambao walikuwa ni washirikina kipindi hicho, ili waweze kusaidiana kuwapiga vita Muhammad SAW salam wa na Waislamu na Haikutosha. waislamu walipopata hizi taarifa, mtume swalla salam akawashauri masahaba. Masahaba mmoja wao, Salman al-Farsi radhiyallahu anhu, akashauri: ya Rasulullah, kwa kuwa wao ni wengi sana na muda ni mfupi, hatujajiandaa vya kutosha, basi unaonaje tuchimbe handaki. Sisi huko kwetu tulikuwa tunachimba mahandaki. kwa hiyo rai ya Salman al-Farsi ikapita na ndio Mtume SAW so na maswahaba wakafanya jitihada ya kuchimba handaki ambalo ilikuwa katika takriban seruti tatu kuzunguka mji wa Madina, lakini ilipofika msimu wa vita vita, ilipofika hawa Wayahudi wa Banu Qurayza wa eh, hawakuonekana tena, hawakuonekana kushirikiana na maswahaba katika kuchimba handaki, lakini pia walikuwa wakipita nyuma kwa nyuma wakawasaidia wale maadui na kuonyesha njia za kuingia kwa ndani. Kwa hiyo walionyesha njia na wakawasaidia kwa kupitia majumba yao, maadui wakaingia kupitia majumba yao, wakaanza kuwadhuru Waislamu, japo alhamdulillah kulikuwa na jeshi ambalo mtume SAW alikuwa ameliandaa iliyokuwa limeweka ulinzi katika maeneo ambayo sio ya handaki haitoshi. Hawa Wayahudi, Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya vita hivyo, akawauliza kulikoni wale Bani Quraidha. Of course walikimbilia kwenye uh, husunu majengo, majumba yao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia akawambia masahaba vita, wanatakiwa wakashughulikiwe haraka sana na kweli, walikwenda wakazingirwa na wakapigwa lakini baadaye walijisalimisha, ilikuwa kwa muda wa siku kumi na saba takriban, wakatoka kwa kujisalimisha waka, wanawake na watoto na wazee wakawa wakaja waka huko katika salama, yani wakawa hawapigi Waislamu, hatuna sifa yani, wamekatazwa tumekatazwa na sheria wapige wanawake, wazee na watoto, ambapo ni sasa hivi kinyume na sasa hivi tunaona uh, Wayahudi, laiti kama wanasoma historia wasingefanya unyama wanaofanya sasa hivi katika mji miji ya Falastini ikiwemo Gaza bidhati, ambapo sasa hivi tunaona wanawake, wazee, watoto wanapigwa bila huruma, wanauawa bila huruma haku, hawana hata hisia kuona kwamba hawa nao ni binadamu wanastahili kuishi. Lakini uh, wanaume of course walifukuzwa, wanawake, watu waliokubali kujisalimisha na walijisalimisha wakabaki chini ya ulinzi na usimamizi wa Uislamu. Hao ni Banu Qurayza. Tukiangalia wengine, kundi la pili hao ni Banu Nadhir. Banu Nadhir na wao walifanya nini? Banu Nadhir wao walipanga njama ya kumuua Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Walimwita vizuri wakamkaribisha. Mtume sallallahu alayhi wa sallam kenda na maswahaba basi wakawekea sumu kwenye chakula, baadhi ya masahaba walikufa ambao walikuwa wameshaanza kula mpaka pale Jibril chakula chenyewe kilisema, ya Rasulullah la takulni fa innani masmum, usinile ya Rasulullah mimi nimetiwa sumu. Subhana Allah, katika mmoja ya miujiza ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, chakula kilizungumza lakini haitoshi, hawa hawa pia walipanga kumuua Mtume Muhammad salam kwa kumrushia jiwe, wanaifanya wanafanya naye mazungumzo, wakawa wameandaa waka jiwe kubwa sana kutoka juu ili limwangukie mtume SAW salam na limuue. Sasa mtume sala salam, so, alivyoona hila zao hizi mbaya na kukiuka kwao mkataba, basi hawa nao walilazimika kufukuzwa katika mji wa Madina na waliondoka wote wakakimbilia katika nchi za Sham. Tukisema nchi za Sham, ndio tunasema kuna Syria sasa hivi; zamani ilikuwa Sham ni moja, ilikuwa Palestini, eh, Jordan uh, Lebanon na Syria, zote hizi zilikuwa ni Biladi Sham. Wakakimbilia kule, lakini wa mwisho ni hawa Banu Qainuqa. Banu Qainuqa nao ni moja ya kabila la, ki, la, la Mayahudi. Wao walikuwa wakifanya biashara ya kuuza dhahabu katika mji wa Madina. Siku yenyewe mmoja wa wanawake wa Kiislamu akiwa amevaa hijabu yake vizuri ameenda sokoni, kainama chini ambapo vilikuwa vifaa hizo dhahabu zimepangwa chini, kainama chini pale, kakaa anachagua Wayahudi wakiwa wamejipanga kumfedhehesha huyu mwanamke, wamepanga kumfedhehesha, wamvue hijabu yake. Basi mwanamke huyu kweli, baada ya kumaliza anainuka, wale wakawa wameifunga kamba ile nguo yake yule mwanamke. Wakati ananyanyuka tu, maskini akaanguka chini, akafunuka baadhi ya sehemu za mwili wake, miguuni mwake ambapo Uislamu unamtaka mwanamke ajikave mwili mzima kasoro uso na viganja vya mikono katika riwaya nyingine, na riwaya nyingine nasema mwili wake mzima isipokuwa katika mazingira fulani fulani. Kwa hiyo kuvuka mguu, kuonekana sehemu za mguu, muundi wa mguu, hii ni kumfedhehesha huyu mwanamke. Yule mwanamke alisikitika akalia sana. Kuna waislamu walioona pale, mmoja ya vijana wa kiislamu aliyeona myahudi aliyefanya hichi alikasirika, akenda akapigana na yule myahudi akamuua, na wayahudi nao wakajipanga wakamuua yule muislamu. Taarifa zilivyofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawakumbusha mkataba huu, hapa ushahidi tulisaini, hamtouzi hamtomuuzi mtu mtou yoyote hamtofanya uadui, hamtofanya kaza wa kaza. Basi ilibidi wafukuzwe katika mji wa Madina. Waliondoka moja kwa moja, wao na familia zao zote, na wengine walisahau mpaka mali zao, waliondoka kama vile wamelaaniwa. Kwa hiyo Wayahudi, kwa kifupi, sifa zao tunaziona ni watu ambao hawana uaminifu hawajui kulinda mikataba, hawaheshimu mkataba wa aina yoyote, zama na zama. Lakini hivyo ndiyo ilipelekea Wayahudi sasa kuhama kutoka katika eh, Madina na kuelekea Biladi Sham na mpaka kuelekea Palestina ambayo tunaiona leo na kutengeneza kwamba wao wanaenda Palestina, wanachojali ni Baitul Makdis kwa sababu ni nyumba tukufu na ina historia na wao, lakini kiuhalisia ukisoma historia utakuja kuona ni vipi. Mungu akitujalia tukikutana tena utakuja kuzungumzia awamu iliyofuata na jinsi ilivyokuwa kipindi cha Abu Bakri Sidiq na Umar bin Khatabin radiallahu anhuma. Hivyo ndivyo ilivyo. Tumwombe Mwenyezi Mungu atuongoze na atujalie tuwe tunaelewa masala na tusiwe tunakurupuka katika mambo. Leo hii myahudi hatujui yuko wapi, lakini anayefanya haya madudu Palestina naye hatujui ni nani. Kwa hiyo tutaongea zaidi insha Allah, na tutafahamishana katika vipindi vijavyo. Wa hadha, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh <tune>